Kwa, kwa saizi tumehesabu magunia na kando na magunia, gunia ni sita, zile gunia kubwa kubwa, na kando na hizo gunia kuna zile pieces, kando kando kama hizi zenye nimeshika hapa, mingi sana, ambayo alikuwa anachukua akibadilisha, kubadilisha city value. Hii kitu yote tunaona ni kama estimate ya 8.5 million hii miadarati imeumiza watoto wetu wengi, wamewacha mashule kwa sababu ya miadarati, wazee wamewacha mabomba zao kwa sababu ya miadarati, watu wengine wamewacha makazi kwa sababu ya miadarati. Kwa hivyo na taarifa ni tahadhari na, na, napeana kuwa wale wanauza hivi vitu hawana bahati, tutasukumana nao kabisa. Suspect ambaye tuko na mmoja, lakini tuko na matumaini kuna wengine.